Habari za wakati huu tena, ndani niwelekeze matunda yapi ambayo ni salama kwako wewe kutumia, kama wewe una maradhi mbalimbali eza, kama una maradhi kama hauna maradhi yoyote yale. Je, ni mafuteni matunda gani ambayo ni salama kwako uweze kuyatumia mara kwa mara, kuliko kuliko utumiaji wa haya matunda mfano nanasi, machungwa, japo yenyewe na umuhimu wake lakini yana sukari pia. Kwa mfano kama ukitaka kutumia chungwa, chungwa kama chungwa, tumia chungwa yako moja tu. Ukitaka kutumia kama juice, utajikuta umekamua ma utajikuta umetumia machungwa mengi mengi mengi sana. Yote utajikuta kunywa kama juice, kwa mfano kujaza kama kopo ile ama kwa mfano kama kujaza hii. Utajikuta umetumia machungwa 7 8 9 10. Sukari, so hiyo imeingia. Lakini ukitumia tu chungwa lako hili moja peke yake, kama una hamu ya chungwa, unatumia chungwa lako moja, kwa sababu pia chungwa ni nzuri nzuri nzuri nzuri nzuri sana. Aa, lakini pia tikiti maji, tikiti maji pia ene, unaacha kutumia, usitumie kama juu, usitumia tu tikiti maji lako hata kipande kidogo tu, kula peke yake lakini haya ni matunda ambayo yana sukari, lakini unaweza ukatumia angalau kwa uchache. Sio lazima utumie mengi, ukachanga, ukachukua nanasi ukachanganya na chungwa ukachanganya tikiti maji ukachanganya ukanywa, ukasema hapa hivi, natengeneza afya yangu. Hapo unazidi kujiaribu, hapo unazidi kujiaribu, hapo utengenezo unazidi kubomoa afya yangu. Matokeo yako utaona baada ya miaka kadhaa, utashangaa presha imeweza kuibuka, kisukari, matatizo ya moyo, marafigo. Hivyo achana navyo kabisa na ukitumia yuko uchache. Matunda haya sasa, ambayo ni salama kwako wewe sasa, ambaye ukiyatumia hana tatizo lolote lile, hata kama utumie tango. Tango ni nzuri sana, tumia parachichi. Parachichi ni nzuri, tumia zabibu zabibu tumia, tumia tufaa au epo, tumia ni nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri, nzuri sana. Fanya hivyo itakusaidia, na utajikuta umekaa vizuri na afya yako inaendelea vizuri na unakuwa ni mtu ambaye utakuwa ni mtu ambaye utakuwa na furaha kwa sababu maradhi hata tawala kwenye familia yako, maradhi haita, hayata tawala familia yako koo, pia itakusaidia wewe uweze kupunguza zile gharama za matibabu mara kwa mara. Mara mtoto um, anaumwa hiki, mke anaumwa hiki hiki, anaumwa hiki, itakusaidia sana sana sana sana. Lakini pia na kuna vitu mbalimbali video mbalimbali azozifundisha ndia kuzifuatilia sana katika chaneli hii ya Edi Tiba Mbadala TZ, itakusaidia sana uweze kuondokana maradhi hayo mbalimbali. Asante sana, shafundisha vitu vingi sana, kuenda kunifuatilia ya kunifuatilia utaona mabadiliko yake makubwa sana.